Yes. Mambo vipi ndugu mpenzi mtazamaji, na nawe mwanafamilia wa Hatua TV, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea vema kabisa. Leo ni miongoni mwa siku ambayo mimi na wewe tunakutana tena katika kujadili na kuangalia uh, sanaa yetu kwa ujumla, lakini pia jamii inaendaje. Mwamba niliye naye leo ni miongoni mwa watu ambao Uh, naweza nikasema wanahusika kwenye kazi nyingi za sanaa, lakini vile majina yao hayatajwi. Kwa sababu gani? Wanakuwa nyuma ya hizo kazi ambazo huwa zikifanyika. Kwa mfano uh, juzi kati hapa Harmonize ametangaza uh, kwenda kutafuta ama kuibua vipaji uh, Mtwara kwenye tukaijaze na ngwanda moja, kati ya watu wa waliotajwa ni wale ambao hawaonekani sana kwenye kamera uh, ni B-Boy Beats ambaye ni uh, producer wa Harmonize, ametajwa kama moja kati ya majaji, lakini tuna DJ 7, um, lakini tuna Master J mkongwe kabisa tuna Wema Sepetu na wengineo ambao wametajwa. So tutajaribu kuliangazia hilo, lakini yeye ni nani, anajihusisha na nini, na kwa nini tupo naye leo hapa, hayo majibu yote atatupatia ye, ni kusihi tu tuende sambamba mwanzo mpaka mwisho kwenye hii video, tukachambua mengi, lakini unajua historia yake kapitia nini, na mpaka yuko hapa, yote tutayapata hapa, hapa. Kamoja, subscribe usisahau, subscribe kwenye YouTube channel yako ya Hatua TV, Instagram na Facebook page yetu ni Hatua TV. Blaza ni aje? Ah, unyama tu kwema mzuka au ndio vaibu kubwa sana, nini kinakupa hii energy mzee wangu? Uh, kinanipa energy, energy bwana ni cha kwanza, ni, ni situation ambazo nazipitia. Kwa mfano kama kipindi cha sasa hivi nipo happy sana, maona yeah. sipo kwenye mahusiano sipo kwenye nini, kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinanipa kutokuwa <laughs> <energy. laughs> kwenye, kwenye mahusiano kinakufanya kuwa happy ya nakuwa happy sana kwa sababu nakuwa sifikiri mambo mengi si unajua, alafu pia kazi zangu yani, kazi zangu mimi hazitaki stresi, hazitaki stresi, mfano za mahusiano nini. mm. umeona bana. Kwa hiyo si yani, hazitaki kujichanganya, kwa sababu kazi zangu ninazofanya mimi ni za kutumia akili sana, sio za kutumia nguvu. okay. ya. Kwa wanawake naonyesha wanatumia akili zako nyingi sana. ya yeah, wanazitumia sana akili zangu na kama sio wanawake, mpaka sasa hivi bro, usingeniona hivi, ningekuwa mtu mkubwa sana

ni vile tu ambavyo before nilikuwa sijasanuka. Umeona bana. Ila kwa sasa hivi nimepata elimu kidogo ya mapenzi jinsi ya kuya drive. yeah. So, mepata jinsi ya kuya drive. Na bado huko kwenye mahusiano na yalikuwa yanakuendesha? Anyway, let us stick on the story. Umesema kwa sasa haupo kwenye mahusiano, awali ulikuwa kwenye mahusiano Before nilikuwa kwenye mahusiano na mahusiano ndo amenifanya mpaka leo sijatoboa, lakini kwa sahivi, tangia nimeachika nini, nimeachika, lakini pia tumeachana. Hakunaga kuachana, aidha umeachwa au umeacha. Sasa kama umeachwa, sema tu umeachwa mwamba, ukikubali kuacha sindo? Ukikubali kuacha sindo, umeacha. Yani kwa mfano, mwanamke akasema mimi kuanzia leo nataka nikuache, umeona bana, na wewe ukakubali, umeachika, mmeachana. Anyway, sawa. Kipi kilitokea mpaka kama kasema da mzee wende ya mambo ya. Ah, alinifanyia ubaya sana. Sema siwezi nikamtaja. Naona yeah, kama hatuhitaji jina lake. What happened? kitu ambacho kili happen bana ni kwamba cha yani, kwanza alinikataa mbele za watu alafu ni mwanamke ambaye mimi kuaga nampenda sana najua nilikuwa ni dip sana ya yeah. Nilikuwa namkubali sana lakini, aliniacha mbele za watu na kuniambia kwamba yeye, hey, hajawai kuwa na mahusiano na mimi, ingawaje mimi nilionyesha moyo sana kwake. Unajua, mimi nilikuwa na help nyingi sana kwake. Unaona bwana, yeah, nilikuwa namsaidia vitu vingi sana lakini dakika za mwisho amekuja kunikataa. Hakujua ni kitu gani ambacho nilikuwa namfikiria, right. Kama angejua ni kitu gani ambacho mimi nilikuwa namfikiria, asingeweza kufanya kitu kama kile. Ila na wewe unaelewa pale jinsi gani nilivyokuwa nimejisikia ni aibu kubwa sana mbele ya watu. Natamani niko curious kidogo kufahamu. Ilikuwaje? The moment anakuacha mbele za watu, mlikuwa wapi? Nini kilitokea? The birthday party ilikuwa barabarani au ilikuwa ni club, ilikuwa um, outing, whatever? Ilikuwa ni mazingira gani mpaka akasema d ah, sasa unajua nini mwamba eh? <laughs> mimi sikutaki sijai kuwa na wewe Blaza, kisema ukweli, ingekuwa ni club wanaweza wakasema hawa ni walevi. Aibu nisingepata aibu kubwa sana kama kile kitendo kingejitokeza club. Umeona bana? Lakini kile kitendo bwana kimejitokeza mbele za watu, yani kwenye umati wa watu ambao wapo sawa, hawajalewa hawajafanya nini. Umeona bana? Siwezi nikataja hata location basi. Umeona bana? Unaogopa aibu itajirudia tena? Aibu, kwa sasa hivi kwa sababu sasa hivi nipo happy, moyo wangu upo open. Sasa hivi hakuna kitu, na ni moja kati ya mwanamke ambaye nilikuwa nikimpenda sana yani, in short, ni mwanamke nilikuwa nampenda sana. Sikuwahi ku, kuwa in deep kwenye mapenzi kama jinsi nilivyokuwa nimempenda yule mwanamke. Umeona hivyo tu, lakini kwa kitu ambacho alikuwa amenifanyia, ndo kitu ambacho mimi kimeniongoza kimeweza ku, kunipa kunifanya mimi nitafute ni elimu ya mapenzi kwamba mapenzi mnagea, ni namna gani unaweza kuyakontrol ili mradi wewe ukawa happy kwa chochote kile yani, kwamba uwe na mahusiano, usiwe na mahusiano, unaweza ukawa happy, okay. Umeona bana? Yeah. Kwa hiyo yeye ndo kanifanya mimi mpaka sasa hivi nime, nimejua kuishi single na kuishi nikiwa na mahusiano right? Yeah. Faridi Kubanda anasema fikiu, anakwambia um, hajawahi penda kama vile, ila mapenzi alimtichi lakini pia anasema Uh, kuna mwamba mmoja mwingine anakuambia hujawahi penda kama hujawahi kulia. Kwa kama ushawahi kunyoshwa mwanangu, hongera. Kweli ulishawahi kupenda. Lakini unadhani ni kitu gani kinachotufanya vijana wengi tunakuwa watumwa wa mapenzi? Tukianza na wewe. Ya, kitu ambacho mwamba alikukataa, si ndio? Tukubaliane hapo, nitunze kumbukumbu kwa maana nitarudi na swali lingine. Unadhani ni kitu gani kinatufanya wa vijana wengi tunakuwa watumwa wa mapenzi? A, kitu ambacho kinatufanya kina vijana wengi tunakuwa watumwa wa mapenzi, cha kwanza ni waoga. <laughs> nini? Waoga, yani kujiamini. Umeona? Lakini ukijiamini huwezi ukawa mtumwa wa mapenzi Umeona? Yani hajiamini kwanza yeye mwenyewe. Umeona? Cha kwanza inatakiwa ujikubali kwamba mimi hata kama yani, cha kwanza inatakiwa ujijue kwamba, ujiamini kwamba mimi ni handsome, nini nina muonekano hata kama huna pesa and you got a swag man, inatakiwa ujiamini kwamba mimi naweza nika nikafanya movement ya kutoka hapa labda mpaka hapo nje nikampata mwanamke wa aina yoyote ambaye naweza kukutana naye hapo. Mapenzi hawezi kuuendesha. Yeah, huwezi kuwa na utumwa kwa sababu unakuwa unajiamini kwamba mimi anytime naweza nikapata mtu yoyote yule, nina uwezo wa kumuapproach na nikawa naye kwenye mahusiano right? yes. yeah kwa kumbukumbu yangu. Uh, asante, ni kweli uh, kinachotufanya tuwe watumwa ni kwa sababu tulikuwa tujiamini. Wewe ni moja kati ya watu ambao walikuwa hawajiamini na ndio maana ulinyoshwa, hilo namba moja. Namba mbili, alikuacha ja na alisema hakujui da, anajaribu <laughs> kuvaa viatu vyako mwanangu do, na anasema hajawahi, hujawahi kuwa mpenzi wake au mzee, ulikuwa hautimizi <laughs> <laughs> Yaani, bora hata kama ningekuwa steam hivi, unajua mm -hmm. Sometimes love is not about money, is not about gifts, so zawadi unazompa so pesa na nini mahitaji, unasema ni kuwa na msaada mkubwa sana kwake. Sometimes that is not love. Watu kuna wana demand extra kwenye love yeah. ulikuwa unatimiza baba okay, cha kwanza labda naomba nikujibu ku, ni hapo kwenye kutimiza no. Mimi bana katika mahusiano mm -hmm. kitu ambacho waga sikimbilii mm -hmm. ni kudu to do what Uh, namna gani, siwezi nikafunguka sana. Nimeulizwa ulikuwa unatimiza, unatimiza nini? okay, so ulikuwa ukimbili. mm -hmm. Tuende taratibu. Yes, kwa wewe ni really gentleman, kwamba sex kwa upande wako sio priority kwenye mahusiano, si ndio? of course, mimi naweza nikawa nika mtu wa tofauti kidogo na watu wengine mm -hmm. tukiachana na mambo ya kuduu kuna vitu vingine ambavyo mi enjoy zaidi ya kuduu, sio kwamba sio mi niko e mm. mona yani, mimi ni moto wakuotia mbali, sio? Yeah. Na naomba nikujibu hapo nyuma kwamba umeuliza kwamba labda pengine mimi bana, kwa sababu gani mekuambia kwamba mimi uagaskimbili mimi bana uaga skimbilii kwenye kufanya mapenzi kwenye tendo, ila uwaga napenda zile namna gani. Kuna moment fulani ambazo huaga nazipenda kwenye mahusiano okay. Umeona napenda sana romantic you know romantic nazipenda sana kuliko hata hiyo kudu I, yani in short mimi sikuwahi hata kufanya hivyo na yeye eh, kwa sababu ndo maana nimekuambia huaga sikimbili, sikuwahi hata kufanya hivyo, ila tulikuwa tunaelekea kufanya hivyo umeona. E, ningekuwa labda pengine nimewahi kufanya hivyo ndo ningesema huyu mwanamke kaniacha kwa sababu sijamlizisha. Right. Hamkuwahi kukutana kimwili? Hatukuwahi kukutana kimwili. Mkadumu, ukawa msaada kwake, ukamsaidia mambo mengi, lakini hukufanikiwa kumjua kim, kiundani ya yeah, of course, cha kwanza mimi, ilifikia kipindi nilikuwa nahitaji mona mm. mm. nilikuwa nahitaji, kulikuwa kuna chenga nyingi, na nikihitaji alikuwa ananiambia kwamba mimi niku, na stresi, siko sawa Nikwambia ukweli mwana? Naam. Hakuwahi kukupenda. Kingine uzulia vikao vya wanaume. Sana, sana, uzulia vikao vya wanaume. E, naamini watanisaidia lakini si maanishi kumwambia hivyo mwana kwamba, uh, kama alivyosema kuduni priority, kuna magents bwana, gentleman kama huyu anaamini kwamba anaweza kamtengeneza mpenzi wake mambo yakawa safi, lakini bahati mbaya alikutana kunguru mmoja matata sana. Una kipi cha kumweleza yo ex? Sijui niseme x sijui niseme rafiki yako wa kike, sijui niseme mpenzi wako, maana inawezekana wewe alikuwa mpenzi wako, lakini wewe ukuwa mpenzi wake. Unalijua hilo? ya una kipi cha kumwambia aliyekuwa mpenzi wako? Cha kwanza atakuja kujuta, na atakaye kuja kumfanya kujuta, ajute sio mimi, ila ni mwingine, yani kama ali akiendelea na hiyo michezo, kwa sababu moja kwa moja inaonekana hiyo ni michezo yake, kwa sababu huyo kuna vitu ambavyo alitarget kuvipata kwangu, sawa alikubali kuwa kuingia kwenye mahusiano na mimi kwa sababu kuna vitu ambavyo alitarget, lakini hivyo vitu na hisi alizani ali, ali, ali, alifanya hivyo kwa sababu aliona vile vitu kama vinachelewa, vile vitu ambavyo alikuwa ametarget, umeona. Kwa hiyo nahisi ndio chanzo cha yeye kunifanyia kitu kama hicho, umeona. Lakini mimi kitu ambacho namwambia hiyo michezo aachane nayo, itakuja kumponza, kwa sababu kuna watu hawana akili, kuna watu wana akili. Hizo mbili mimi pia na akili hizo mbili, lakini sijapenda kuzifanyia kazi kwake ogopa e, sana mtu mwenye akili mbili. Umeona bana, kwa hiyo itakuja kumkosi ba. Kuna kitu kinaitwa au, ngoja nisikiseme tu kwa sababu hakina namna gani vizuri kwa watu wazima ya, yeah. ila atakuja akutane nacho, kwa sababu kuna vijana kama nilivyokuambia, kuna vijana wana akili hmm. wana akili hizi mbili, mbili. Koo aache hiyo michezo, kwa sababu huo ni utapeli blaza Tapeli kila kitu lakini usitapeli moyo wa mtu, kwa sababu mimi, unapo kriati mahusiano na mimi, maana yake umeuaminisha ume, ume, ume, ume moyo wangu mimi, yani umeufanya moyo wangu mimi uzame kwako, kwako. kwa hiyo pale, umeutapeli moyo umeudanganya moyo, umona? Ingawa wewe unakuwa ujui infekti gani ambazo mimi nakuwa nazipata, umona lakini ungejua infekti ambazo mimi zinanitokea kipindi pale ambapo unaniumiza, basi usinke, yani usingethubutu basi ku, ku, kuanzisha mahusiano na mimi, ungenikataa. Unajua, basi yani mwanamke ukisha ukisha kuwa naye kwenye mapenzi, kipindi cha ja kwanza mnakuwa mpendani ni uongo, ila moment zinavyozidi pale ndo mahusiano yanazidi yana yanakuwa yanatengenezeka mahusiano. Ni kama mahindi tu, muhindi unapoupanda unakuwa ha hauna kitu chochote kile, ila unavyozidi kuumwagilia kumwagilia, mizizi inaanza kujitengeneza, umeona bana, unaanza kuwa na afya, muhindi unajitokeza. Lakini mara ya kwanza ulikuwa ni muhindi ambao hauna kitu chochote kile, hauna ushirikiano wowote, ila ukishaanza kumwagilizia maji, kuweka mbolea, ndo unapoanza kufanye kuchipuando kama mapenzi Ndo maana mimi mwanamke kwa mara ya kwanza napokuwa namtongoza, sijawahi kumpenda, ila mwanamke nampendaga kipindi nimeanza naye mahusiano. Alafu kitu ambacho nawaambia na hata vijana wenzangu, wasikalili maisha, unajua vijana wamekalili kwamba ili mwanamke akupende, basi inatakiwa kile kitendo ukifanye. Rafu sana, mapenzi hayapo hivyo brother, na yani naamini mapenzi ni romantiki Unajua yani, ma mapenzi ni zile moment fulani zile, yani unajua, mwanamke anapenda vitu vidogo, vitu vidogo vidogo sana. Unaweza ukawa unafanya hivyo, lakini bado mwanamke asikupende yeah. Sema kweli mwanangu na, nahisi kama naanza kukuelewa ila, always tukinyooshwa bwana akili na natukaa sawa. Mi naamini hauna akili mbili tena. Anyway, let us back to your businesses now, mzee wangu uh, ishu unazozifanya moja kati ya kitu ambacho tutarudi kwenye hiyo engo next time, na ku promise ndugu mtazamaji, tutamtafuta mwamba hapa. Hivi mseme nani? Mimi naitwa Dopa Africa. Dopa Africa. Yeah. Tutamtafuta tena bwana Dopa Africa tuendeleze zaidi na hii elimu yake ya mapenzi bwana. Mimi nadhani na kuahidi ndugu yangu na namuahidi mtazamaji wangu, tutakuja kuja na session yako, utueleze kiundani zaidi imekwaje. Uli, uli dumnai kwa muda gani kwenye mahusiano? Ni miezi kama mingapi au miaka mingapi hivi? Ah, I think kama miezi mitatu, sio muda sana. Ni miezi mitatu, ila kwenye mahusiano miezi mitatu ni mingi sana, yeah, ni mingi na kama kweli miezi mitatu kufanikiwa kufanya chochote mwamba, kweli. You are really gentleman. Hebu jaza uzito hapa kwanza mzao. Asante sana. Anyway, unajihusisha na nini sasa hizi ndugu yangu Dopa Africa, kazi yako kubwa na unazojihusisha nazo ni nini na umeanza lini, historia yako fupi kidogo, uh, na mafanikio na changamoto ambazo zinaikumba kazi yako, karibu. Uh, kwa sasa hivi mimi kitu ambacho nakifanya ambacho ndo kinatafutia ugali mjini, mimi ni director wa kushuti video za music, tukiachana na mziki lakini pia na shuti movie pamoja na kuedit. Umeona bana kwa Kumfuna... mfano ni muongoza filamu lakini pia una hariri, tuseme una edit. Yeah, yani na shuti na kuedit yani music Film, pamoja na hivyo yeah, yeah, na vitu vingine vingine hivyo, pro kwenye upande wa videos, yeah, mi ni pro na nimefanya kazi kubwa nyingi nyingi zimeenda nyingi, si zipo mjini ngawaje, kama unavyojua sisi ma pro kwa mfano, watu ambao tunakuwa tupo nyuma ya kamera, kututambua waga ni ngumu sana, kwa sababu asilimia kubwa majina yetu ndio anaenda mjini, sio sura zetu sula Nakumbuka nimetazama interview ya Mika Mwamba alifanikiwa kufanya na kituo kimoja tu hapa Tanzania. Alisema yeye alikuwa anafanya production lakini hakupenda picha yake iwe mbele, alitaka wasanii wake ndo waende. Na kweli walisikia kina Duli saa kisi kafanya kina Salome na ngoma nyingi sana zile Mika Mwamba afanya, amefanya karibia album kibao za Das Nundas, lakini hatukuwahi kumjua Mika Mwamba kwamba ni mzungu. Lakini watu wajai wengi hawakumfahamu, ndo kitu tunachokisema. We, bwana uh, bwana bwana bwana Pro Africa naitwa Dopa Africa. Dopa Africa, mzee wangu nisamee. Sasa unadhani changamoto iko wapi? Kwa nini kutambulika sana lakini umesema umefanya kazi nyingi sana, ni zipi hizo, labda unaweza ukazitaja? Ah, mi nimefanya kazi nyingi, nimefanya kazi na makatobe e, nimefanya kazi na chumvi, chumvi nimefanya kazi na RK tunga nimefanya kazi na Maraika movies Yeah, of course na wengine na Gazali, kazi zingine zimecheza huko Azam, Star Times iko na mtitu, nimefanya naye kazi. Master J yule anafanya movie. nimefanya naye kazi. Okay. Eh, kwa hiyo nimefanya nao kazi wengi sana hivyo. Okay. Yeah. Nataka tuwachambue mmoja mmoja hapo kidogo. Nature kufanya kazi na... Tuanze na mkongwe Master J. mm -hmm. Ni mtu ana namna gani mnapokuwa mkifanya naye kazi? Master J cha kwanza, Master J ni mtu ambaye yupo serious sana. Yupo serious sana kwenye kazi ni mtu ambaye hachekeshi umeona lakini pia Master J ni mtu ambaye ni, ni mtoaji sana yaani ni mtu ambaye hata, hata, hata, na, hata nauli yake pia ni tofauti na mabosi ambao nimewahi kufanya nao kazi before umeona kwa mfano unaweza ukawa unatoka Mbezi unaelekea maybe unaelekea Ubungo akakupa nauli elfu ishirini elfu thelathini hiyo ni nauli Yeah, ni mtu ambaye ni mzungu lakini pia ni mtu ambaye hachekeshi wala hacheki yeah. Uh, tuje kwa Mwakatobe na chumvi nyingi wao, ulifanya nao kazi vipi na kwa nini uliacha kufanya nao kazi? Cha kwanza mimi nilifanya kazi na Mwakatobe kama miezi mitatu, changamoto ni, ni changamoto wanasema za kiufundi mona yeah, bana kwa hiyo ilibidi kwanza kambi ifungwe kwa ajili ya hizo changamoto za kiufundi, kwa ajili ya kuwanjia renji, mazingira kama ya kamera ilipata, ilipata changamoto. Kwa hiyo ikabidi kambi ifungwe kwanza ili tuweze kujikusanya ku, tena upya yeah. so, ina maana alikutana na changamoto Mwangatobe ya vifaa it means ah, yeah, changamoto ya vifaa E, lakini mpaka anakuja anakuja kuarenji vifaa vyake vimekaa sawa, nikawa nimepata kazi mingine, kazi tena ya kufanya na hiyo nikawa nimeitwa na RK, yeah. Hiyo, nika, nime, na RK nime, nimeenda kufanya kazi mpaka sasa hivi kazi. Nafanya naye kazi inafanya kazi na watu wawili hapo nafanya nafanya kazi na nafanya kazi na, na Malaika Movies ndo watu ambao anafanya nao kazi. Kwa hiyo, yeah yavibi yeah. mwamba Chumvi nyingi mwamba wangu kabisa yule, yeye yeah. Ulifanya naye nae kipindi gani? Kwa nini uliondoka? ah, mimi sikufanya, yani katika watu ambao sifanya nao kazi sana ni Chumvi, nifanya naye kazi chache sana, ila sasa kuna namna ambayo nilimwona ni mtu ambaye cha kwanza <laughs> <laughs> nikasheshe nikasheshe, ni mtu ambaye amechangamka sana nini lakini kuna namna ana vitu vyake, ni mgumu sana najua anaangalia sana yeye. Okay. Yeah. Yeah, anaangalia sana yeye, yaani hivyo. Nadhani ushanielewa sai, kumzungumzia sana. Yeah, suppose, mm, lakini... ila ni mzungu, ila kwa upande mwingine ni mzungu, ni mtu ambaye kukupushi hivi anakupushi unaenda freshi kabisa ila hivyo. Yeah, okay. Yeah. Pia okay. Ana watu wake ambao anakuwa anawazingatia sana yaani, ana watu wake kila mtu. Unajua, kila mtu ana watu wake. Hata mishahara sometimes kwenye hizi kazi zetu inakuwa hailingani. yeah, inakuwa tofauti tofauti hivyo. Sawa, okay. uh, mambo mawili matatu tumalize, nisikuchoshe sana. Nibaki hapa hapa kwenye kazi, ni changamoto gani hasa ambazo mnazipitia kwenye kazi ninyi ambao mnakaa nyuma ya kazi hizi, sana wazalishaji, kwa mfano kama ulivyosema ma pro mnavyojiita Uh, ni changamoto gani hasa ambazo huwa zinawakumba na unadhani ni njia gani zinaweza zikatumika kujitatua kuzitatua? Hilo namba moja. La pili ni mafanikio gani uliyoyapata mpaka sasa tangu umeanza kufanya hizi kazi za production, na wito wako ni upi kwa mabosi, naweza nikasema ama kwa watu ambao wana kazi za filamu na wanataka kufanya kazi na wewe? Tukianza na changamoto, changamoto uh, mimi niseme tu hizi kazi zetu bana, kuna watu wanaona kama sisi tuna relax sana tuna, ni kazi ambazo tunafanya tuna kama eh, kama kuvunja biskuti tu, yani kama umepewa kazi ya kuvunja biskuti alafu mshahara wako unaopewa yani ni, ni, ni, ni, ni mwingi sana, umeona bana, lakini cha kwanza sisi ma creator ama ma editor na ma DOP nikimaanisha DOP, DOP ni mtu ambaye ana shuti. Afu editor ndio hivyo mtu ambaye anakuwa na edit kazi, umeona bana, lakini sisi tuna kazi kubwa kuliko hata wasanii wenyewe. Umeona. Kwa mfano, kama sisi usingizi wetu, waga, ni, ni mdogo sana, tunalala masaa machache sana, lakini sasa pamoja na kulala masaa machache thamani yetu ni ndogo sana kama pesa yetu, unajua si pesa yetu ya Tanzania, ina thamani ndogo sana, ndo kama sisi hapa lakini thamani samani yetu sisi ni ndogo, ni ndogo, in short bana, sisi tunachukuliwa poa. Umeona, hiyo ndio changamoto kubwa umeona, tunachukuliwa poa, hata mishahara yetu. Hey, nukamu... um, changamoto nyingine e, changamoto ndo kama hizo hapa ambazo nimekuambia, nime, nime baadhi ya changamoto, lakini unajua hata mwalimu anapokuwa anafundisha darasani tofauti na sisi hapa mwana mwalimu hana kazi kubwa, mi naamini mwalimu ana kazi kubwa sana No. mwalimu ma, hana kazi kubwa sana mwalimu analala ana, mimi silali blaza, alafu usingizi ndo kila kitu. Kwa hiyo unapokuwa poa unachukulia, unachukulia kazi alafu mshahara wako, unaona kama vile unanipa kwamba bure, yani silali mi natumia muda mwingi kuediti, alafu tukiachana kuediti kwenye kushuti blaza, zile taa zenyewe, zile taa zinaunguza mtu, umeungua nini, umeona nn yani, Anytime unakuwa una, una haso unaihangaikia picha, umeona bana, lakini mtu ana, anachukulia poa. Umuona. Nini kifanyike? kitu ambacho kifanyike inatakiwa waheshimu sana yani, hawa maproducer, maproducer madirector, sijui hapa nizungumzie sasa, ma CEO umeona inatakiwa waone waheshimu sana umuhimu wa sisi maedita na makameramani. Umeona, sisi bwana, asilimia kubwa wanatutumia kwenye kazi zao. Umeona, yani hawajatuangalia hawaja, hawaja, hawaja sana kwenye upande kwao. Mimi nilikuwa nawaomba, nilikuwa nawaomba watuheshimu, watuongezee mishahara, wasichukulie poa. Yani hishu ni kuchukulia poa. Alafu tukiachana na hivyo, wanaotutesa sana ni hao waliotoboa kwa sababu wanataka tufanye hivyo kwa, kwa, wanatutumikisha kufuatana na brand yao. Umeona, lakini sisi wengine hatuangalii brand. Umeona, kwa mfano mimi hapa nilipofikia brand yangu, hata mimi mwenyewe brand yangu sasa hivi ni kubwa. Mimi jina langu ni kubwa, brasa. Mimi sijulikani tu sura, ila jina langu limeenda mjini. Kwa hiyo mimi mwenyewe pia sasa hivi kazi, kazi yangu, nimewekea mipaka. Alafu tukiachana na hivyo hata sisi wenyewe ma, maedita na madiopi ambapo nikiwa namaanisha makameramani inatakiwa tuwe na manisha, misimamo Awa wanaojirahisisha ndo wanaotufungia sisi blandi. Umeona, sisi tunapokuwa wale, wale, tunaenda kufanya kazi na, na kramu kwa sababu tu ni kramu, ana uwezo wa kufanya ile kazi hata bule wale, wale yani, anaedit bule anashuti bule why? hivi vitu blaza vinauma ko sometimes, hata sisi wenyewe ma, ma creator tunaangushana. Kwa nini tunaandafiana hivyo? kazi na ushabiki viwe yani, vigawanywe vio vitu viwili tofauti, umeona. Mimi nitakiwa nilipwe hela iliyonyoka hela, hela nzuri, kwa sababu mimi ndo nafanya kazi ile kazi, yani mimi ndo nainogesha kazi. Nikisema ukweli kabisa, mimi ndo nafanya kazi, natazamwa na watu, inapendwa kuna soundtrack mle unatengeneza motion kali, mimi ndo naefanya kazi anaonekana. Kwa mfano mimi ndo naweza kufanya kazi akaonekana, da mshikaji anajua sana kuna, kwanza wasanii wanazingua sana, asilimia kubwa, hata kwenye kucheza kwenye wanazingua sana sisi ndo tunaojiongeza. Mimi naekaa kwenye kompyuta na kuediti ile kazi ndo nakuwa najiongeza. Kumu, yani yule mtu kakosea namrekebisha vipi, kwao mimi ntakiwa niheshimiwe blaza kwa sababu mimi ndo naye kufanya wewe, hata kama ulikosea, na kufanya wewe uonekane ulicheza vizuri na kutengenezea motion nzuri, unaonekana. Unajua mapenzi, ndo maana unasikia da jamaa kwenye movie zake anaua sana kwenye love story, yani ni nani? Ni mimi, mimi editor ndo nakufanya wewe unaonekana unaua, na kutengenezea motion kali na piga soundtrack kali ya yeah. Hivyo tu brother. Shukran sana. Um, nimependa moja kati ya kitu ambacho gependa zaizi ni kwamba imefikia hatua sasa mnajitambua na mnathamini kazi yenu. Kwa mtu anayekutazama sasa na akatamani kufanya kazi na wewe, anakupataje? Unaitwa nani? Unapatikana wapi kwenye mitandao ya kijamii? Hivyo mimi naitwa Dopa Afrika kwenye mitandao yani, kote o platform Dopa Afrika YouTube, TikTok and Instagram. Instagram Dopa Afrika okay. Lakini namba za simu pia naweza nikazitaja pia kwa sababu hizo zi... siku nyingine, hizo siku nyingine. si mtu um, serious atakufuata kwenye mitandao au unasemaje mzee? anyway, labda eh, taja Bwana Dopa Africa uwezi jua namba zangu za simu jamani, ni sifuri saba kumina sita sifuri nane thelathini na sita thelathini. Si ndo namba zangu za simu kwa hiyo, unaweza hiyo namba nipigie kwa ajili ya kazi, sio kwa mapenzi Sio kwa ajili ya mahusiano, mimi sipo kwa ajili ya mahusiano. Mimi hapa ni kazi tu, yani wewe uje hata kama ni brandi, mi na mpaka yangu sasa hivi tunakaa chini tunazungumza hivyo, yani tusichukuliane poa, yeah. Dopa Africa ameleka vema kabisa, yeye ni brandi na msichukuliane poa, paka muda na wakati mwingine tunakutana hapa hapa, Hatua TV. Usisahau kusubscribe lakini pia kusupport vya kwetu vya nyumbani, ni cheki kwenye Instagram kwenye hatua tv, facebook pia kwa jina la Hatua TV, Hatua TV with you everywhere.